Hichi kio cha kompyuta nakipeleka wapi? Kwani sisteri, vipi? Ni gei la fegi. Kondomu ukatoa mfukoni ukampa ukampa, mm, mm, mm, mm, zilidondoka anti upi? Dhumuni la kuandika barua hii ni kwamba nimeamua kwenda mbali nikuache na maisha yako. <laughs> nimetenda mangapi kwako mama, <clears throat> <sighs> <sighs> mke wangu, ila usijali, nitakusaidia. Sikia, nikuambie, uskulupuke kukutana na watu barabarani ukajikuta, hi ni mfalume wa kutatua matatizo pumbavu, sio? Ni faida sana. Macho yangu a yanadila mtoto wa maskini fukala, naambiwa nitowe kafala, yani mimi ni mchawi nilopewa na wazazi toka tumboni kwa mama.

Karibu tupo. Asante za size. Nzuri yani, kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu, nahitaji kujua kutoka kwako. kitu gani hicho shem? Unajua kilichotokea hapa kati sijakielewa kabisa, kwa sababu we ni mtu wa mwisho kuonana na mimi, na wakati naonana na wewe natoka kazini naenda kwa mke wangu na kukuta nyumbani huko na mke wangu. Begi lako hili hapa. Asante sana binti yangu, kwa moyo wako huruma na wa ushujaa. Nakushukuru sana. Asante baba, ni msaada tu. Angalia ya mazingira baba angu. Kuwa makini sana. Hizi chocho sio nzuri. Vibaka ni wengi. Kuwa makini baba. Kuwa kuwa makini. Unaitwa nani binti yangu? Naitwa Esther, baba. Wow, ni jina zuri sana. Najua hata Esther wa Biblia alifanya vizuri sana kuokoa taifa lake la Israeli. Umeshawahi kusikia habari za Yesu Kristo? Aha, habari za Yesu Kristo. Nishaikuzisikia na unafahamu kwamba Yesu ni mponyaji, ni Mokozi eh, ni mtajirishaji. Umesikia hiyo sha kuzisikia ni kukaribisha nyumbani kwangu, si mbali, ni hapa karibu tu, ukasikize eh, kwa kirefu zaidi neno la Bwana. Maana hapa unajua ni barabarani, na kama ulivyosema ni sehemu hatarishi, walau eh, ukasikie kwa upana zaidi na ukaendelee na wema huo huo ambao Mungu amekupatia. Asante baba, bila shaka tutawasiliana. Lakini sasa hivi nikisema twende nyumbani, hapana nitakudanganya. Okay. Tawasiliana. Basi tafadhali uh, karibu uniandikie namba yako hapa ili tuweze kuongea habari za huyu Yesu Kristo. Naomba nikutajie, kwangu simu nimeiacha ndani. Aha. Mm. Asante sana, unaweza ukaiandika hapa tafadhali. Namba yangu ndio hapa baba. Nakushukuru sana binti yangu Mungu akubariki. Aya baba, asante. Asante sana, asante sana. Kumbe katika ulimwengu uko na wanawake wema kabisa. Sasa nahitaji kumpa hela mke wangu, halafu natoa kondom. Yaani Sielewi kwa kweli, yani sielewi kwa nini unanifanyia hivi, hmm. mimi mbona mna kitu chochote ninachokifanya eh? mimi mwenyewe sijui nini kimetokea. <tiple> Oya wakandae wamasela ah, ni aje babu? Ule, mule. Kama kawa ah, mwanangu. Yani we acha tu, siku ya leo imekaa vibaya mno. Hebu mm -hmm. Nipe kwanza hapo ni boost mwanangu, toa angalau hata hasira, au sio? ah, yani leo siamini kilichonikuta kwa kweli. Mwanangu yani hapo, wakika, sisteri kaisha niharibia mambo yangu hmm. Najua nilikuwa nimeka zangu kwa sisteri hmm. Nimekaa mure ndani, sina hata mia mbovu, nikaona limchongo hapo likiola kompyuta hmm. Nikasemaje, acha nitoke naro mwanangu, niende nikafanyeje hmm. Nione kama ntafuta ma, ntafuta masera wangu hmm. Niweze kupata chochote ah, mwanangu yaani, ile nafanya tu nitoke humo ndani, sister taingia, kasha niharibia mchongo. Yani kazingua kinyama, wezi amini, kanifuma na lile likiora la kompyuta. Uwasude mkazia tu nini sasa? Sababu na mkaziaje? babu ni aje sasa? Hakuna kwa kweli, mi nachokijua Basi, basi sawa. Asante. Mi naenda. Karibu. sisteri mwenyewe mkali kama, yani weacha kusimba kasome. Ibidi ni mpe sina jinsi. Oa, mimi nishakuelekeza. Familia yui. Yaani ukiibia familia haikuuhi. Ndugu ahui. Hawezi akakuitia mwizi la hiyo wakarundikana wakaja kukokoka wakakuchoma. Hamna. Yule ni ndugu yako. Awezi kukuzingua la nini. Ndugu ahui hata akikukamatwa kwamba wewe ni mwizi hakupigi. Atakuelekeza tu. Oya, kausha mimi ndo nakupa mchongo kama hii hapo hivi. Mm. Wakande. Oa. Kitu hicho mwanamoo. Oya. Wewe, wewe, wewe, wewe hapo ndio pita pita tu kishamba tu hapa nini nafuata haya na huo vipu mule mule mamoja na zaga nini chochote kitu au ndo emte

Uh -huh hey, lio, à, uh, uh, mna kaka, shikamoo. Hapana, <aspiration> kaka, niko njiani nakuja, niko ha, <Neattered> nyumbani. Ndiyo, sawa kaka. Ah, <sighs> I boost hapo bwana mimi wasitumii. Oya anasemaje? Yeah. Mm. ikizima. Mbona namchelewesha? Huyu anazingua bwana, mimi wasitumia. Oh, utumii nini wewe? Shika hapo, kwani unatoa fasta babu? Rudia vuta. Afu bunda bunda bunda pwani nione, usitoe moshi. Bunda bunda bunda umu, umu pwani, umu, umu, pwani.

tena tunafanyaje, blaza? umekelewa maskani, umepaelewa maskani? Wongo ee, uhakika babu lisumbe lelo kiti cha hapo ka

natumikishwa na giza nuru, sio ni nakata tamaa. Na kinachonyumiza sina baba wala mama. Mungu fanya miujiza, mi najua unaniona. Imani nimepoteza, sio ni picha wala sijui kusoma. Sioni faida hasala macho, macho yangu yana dila, mtoto maskini fukala, naambiwa nitoe kafara. Yani mimi ni mchawi nilopewa na wazazi toka tumboni kwa mama. Karibu mdogo wangu. Asante kuliko kulikonite na, ma na mafurushi kama nimeachika? Umeachika Juhu? Kakupiga? Ehe, shida nini? Mume wangu ananichiti. Anakuchiti? kuchiti ndo nini yani? Ananisaliti, ana mwanamke mwingine ameoa. mm -hmm. Tatizo kubwa haswa ni nini yani kaka? Jana jioni nilikuwa nimekaa mimi na rafiki yangu, tulikuwa tunapiga stori pale nyumbani. Kwa hiyo mume wangu alikuja akiwa anatokea kazini. mm -hmm. Na kawaida mume wangu anapotoka kazini, huwa akifika ananipa hela ambazo amefanya kule kazi, ananipa mimi ndo naweka, anatoa na matumizi. Sasa wakati anatoa ile hela mfukoni, aka amedondosha nanili hizo hela alidondosha uh -uh. Kondomu ambayo imetumika. Sasa mimi kaka nilikuwa pale na rafiki yangu, alafu marafiki zangu mimi mara nyingi waga nawaambia kwamba mmeongoa nanipenda sana kwa hiyo, na mda huo tena amenikuta, nilikuwa namwambia hivyo hivyo rafiki yangu. Kwa kila kitendo mimi amenizalilisha. Okay, lakini kumbuka mdogo wangu nilikuonya sana, ila ukutaka kunisikia asiye sikia la mkuu huvunjika guu. Leo hii amekukuta mamzi yako, ni nini? Mimi nimeamua kurudi nyumbani sitaki kuishi naye tena. Kwao ulikuwa unapa juu? Hapana. Hmm. Karibu. Bila shaka unafahamu hapa ndo nyumbani, tulipoachiwa na wazazi wetu. Karibu tupambane. Okay. Mwe makini, naokotwa okotwa tu. Natumikishwa na giza, nuru sioni nakata tamaa. Nyumiza sina baba eh. <coughs> Oh, kwenu unavuta eh? Oh, kwenu unavuta hapa hapa tu jomba. <coughs> <coughs> Hii mwanangu, unamuelewa huyu? Unamuelewa huyu hakika

Kijiwe kimekuwa cha kwangu hiki eh. Msirudi hapa <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Asije mtu. Sioni faida hasa, macho yangu yanadila. Mtoto maskini fukala, naambiwa nitoe kafara, yani mimi ni mchawi nilopewa na wazazi, toka tu natumikishwa na giza, nuru sioni, nakata tamaa. Na kinachoniumiza sina baba wala mama. Mungu, fanya miujiza, mimi najua unaniona. Imani nimepoteza, sio ni picha wala sijui kusoma. Yangoswe, yangoswe.